Inaadhimisha siku ya kimataifa ya kudhibiti na kusimamia taka ngumu kutoka maeneo mbalimbali, na manispaa ya Moshi ni miongoni mwa maeneo ambayo yamepiga tambo katika kudhibiti taka ngumu, na hii inatokana na harakati za muda mrefu ambazo zimechukuliwa na halmashauri ya manispaa ya Moshi yenyewe pamoja na wananchi wa manispaa ya Moshi. imefika katika ofisi ya halmashauri ya manispaa ya Moshi na kuzungumza na watumishi akiwemo mkurugenzi ambaye anadokeza hatua kadhaa ambazo zimeendelea kuchukuliwa kwa takriban miongo mitatu sasa katika kudhibiti taka ngumu zinazotoka majumbani. tuna skip bucket kwa maana ya maguba, tuna maguba 32 tumeyaplace katika mitaa yetu mbalimbali, hasa katika maeneo ambapo taka ngumu zinazalishwa kwa wingi na skip bucket zikijaa, gari zetu zinaenda zinachukua na kuzipeleka maeneo yetu ya dampo. Lakini tuna gari ambazo zinamilikiwa na halmashauri, kwa maana tunazo gari nane zinazozunguka katika maeneo yetu katika kuzoa taka, lakini tunazo gari sita ambazo zinatumia na mawakala. Hatua hizi zinalenga kuiwezesha halmashauri ya manispaa ya Moshi kuwa na mfumo rasmi unaondoa taka ngumu majumbani pamoja na maeneo mengine. Tuna vikundi kumi na mbili ambavyo tumevisajili, tunavisimamia, tumewapa mafunzo. Hawa kazi yao kubwa ni kupunguza kiwango cha taka zinazokwenda kupelekwa kwenye dampo letu. Manispaa hii tulikuwa tunaweza kukusanya taka tani 220 za kuzipeleka dampo kwa siku lakini leo unaweza kuona tunapeleka dampo taka uh, tani takriban 100 mpaka 120 kwa siku kubwa ya kuchambua hizi taka zikiwa huku ambako zinazalishwa. Wale wakuchukua chupa wanachukua, wakuchukua karatasi wanachukua, ili kwenda kufanya matumizi mengine. Tuna utekelezaji wa faini ndogo kwa wale ambao wanachafua mazingira kwa makusudi. Uh, ukichafua, ukitupa chupa, ukatupa karatasi, tunakuchaji faini namba uh, kaka yetu bodaboda boda na bajaji tu, naamini wao ndio wa kwanza kuamka na wa mwisho kulala. Kwa maana akimshika mtu anatupa taka akimleta kwenye ofisi zetu, kwanza kama ana simu atampiga picha, atamleta kwenye ofisi za serikali za mitaa, ile faini elfu ishirini na tano itakwenda kwake, elfu ishirini na tano itaingia serikali. naye ya afisa mazingira katika manispaa ya Moshi anaeleza hatua za kimkakati ambazo zimekuwa zikitekeleza mifumo ya kimataifa katika kudhibiti taka ngumu. Hii tunatenganisha taka kwenye eneo la soko kubwa ambapo kuna uzalishaji mkubwa, soko la Mbuni na na Manyema pale tunatenganisha taka ambazo zinazooza. Ma, madhara ya zile taka kwanza ni gharama kuzisafirisha, lakini pia zikibaki sokoni zinaleta kero raka, kwa taka, inapua, taka inapua, inapua, inapua ni taka ambazo zinatoa harufu kwa haraka na kutoa wadudu kwa haraka. Kwao tunazitumia kutengeneza mbolea, lakini pia mbolea ambayo tunazalisha ina inaleta kipato kwao. Tunafanya taka inakuwa taka inakuwa inakuwa mali. Ni, ni mfumo au mnyororo mzima katika udhibiti wa taka ngumu. Baadhi ya wananchi wa manispaa ya Moshi wanaeleza furaha yao na kuwa utamaduni wao wa kuondosha taka ngumu majumbani ni moja ya siri ya mafanikio yao

Halmashauri ya manispaa ya Moshi na ilikuwa ikizalisha wastani wa tani elfu 80 za taka kwa mwaka, lakini sasa juhudi ambazo zimechukuliwa zimewezesha uzalishaji wa taka kushuka hadi kufikia tani elfu 44 kwa mwaka. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.